Yes, kutoka hapa Casablanca. Hapa ni Mazagin Foot, uwanja ambao wekundu wa Msimbazi Simba wanaotumia kama uwanja wao wa mazoezi mara baada ya kuwasili hapa Casablanca ambako tunafahamu siku ya Jumamosi kuna ngarambe ya kibabe pale Berkane, kati ya Berkane dhidi ya wekundu wa Msimbazi Simba, mechi ya fainali mkondo wa kwanza wa michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika. Leo Simba wamemaliza mazoezi yao hapa, ikiwa ni siku ya pili tangu wamefika hapa, na mazoezi yao yalikuwa mazuri kweli kweli, na tumepata nafasi ya kuzungumza na wachezaji. This this is everyone's dream. Like, this is Like every footballer's wish to to play the final and uh, we are ready to represent uh, not only Simba but the country, the country the at large. so uh, we are hundred percent I would say yeah. one thousand those, percent those games as uh, a preparation for for the final so we are physically and uh, mentally ready. eh maandalizi yanaendelea vizuri leo siku ya pili tumemaliza mazoezi yetu asubuhi mazoezi yanaendelea vizuri na hali ya hewa kiukweli ni nzuri kabisa kama ya nyumbani tanzania Niseme kwamba sisi wachezaji tuko timamu mentali, tuko fiti physically pia, tuko tuko fiti, hivyo hatuna sababu yote la kusema kwamba tume, tumekosa kitu, hamna. Na naamini kwamba mwalimu anazidi kutupa kutu, kutu, vitu zaidi ambavyo vitatufanya mchezo wa Jumamosi unakwenda kuwa mrahisi na unakwenda kuwa mzuri kwetu huu mchezo wote kuwepo rahisi kwa sababu ukiangalia Berkane sio timu ndogo, na Berkane timu kubwa ambayo yenyewe naisi hata zaidi ya mara ya pili ishaw kufika finali. Kwa hiyo sisi ndo mara ya pili tumeingia, ila kwa kizazi chetu ndo mara ya kwanza. Mimi ndo mara ya kwanza nacheza finali ya kafu, hivyo hauwezi uh, kuwa mchezo mrahisi, lakini pia kwa uzoefu wetu sisi kwa mashindano haya pia, uh, na wachezaji moja moja mchizaji, kwa lita kila mchezaji tunaamini kwamba Jumamosi tutakwenda kufanya kitu kizuri na kitu kizuri na kikubwa ni kwamba tutahakisha kwamba tunapata matokeo ambayo yatakuwa na faida kwetu. Eh, ujumbe wangu ni kwamba eh, kama kawaida yao Simba nguvu moja na wapo na sisi. Japokuwa tumesafiri na mashabiki kiasi lakini naamini hata walio baki nyumbani wapo na sisi pamoja. Na eh, mimi niombe tu wasiwe na wasiwasi na sisi watu ombee. Jumamosi tunakwenda kuwapa furaha. Mchezo ambao tume tuliocheza katika katika ligi E, ulitusaidia kwa na, kwa namna yake na nadhani ilikuwa ni maandalizi mazuri kuelekea katika mchezo huu wa fainali, lakini naweza kusema kwamba tulikuwa na na skwadi kubwa na kila mchezaji aliweza ku, ku, kuweka nguvu yake na tukaweza kupata kupata matokeo. Kwa hiyo yale yote tuliyoyapata kule na vile vitu vyote ambavyo tulivifanya kule vote tunavijumuisha kwa ajili ya kuja ku, kucheza mchezo huu ambao tunacheza hapa ugenini. Kwangu mimi ni mchezo wa fainali. Naweza kusema kwamba ni mchezo wa fainali, fainali yangu ya kwanza e, mimi kama mchezaji niko hapa e, kwa